Nam wakati ambao Tanzania ikijiandaa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani eh, Chadema Tundu Lisu yupo mahabusu akituhumiwa kwa makosa mbalimbali mbali. lakini kubwa ni eh, mashtaka ya uhaini ambayo ya yamesomewa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu, Dar es Salaam mbali na shtaka hilo, anatuhumiwa pia kwa kuchapisha taarifa za uongo kuhusu kuharibiwa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, kutumika kwa polisi kuiba kura na majaji kutotenda haki kwa kuwa ni wateule wa rais. Hata hivyo, mahakama hiyo ilisema eh, haina uwezo wa kusikiliza makosa ya uhaini na kuyairisha kesi hiyo mpaka tarehe 24 mwaka elfu mbili, eh, mwaka huu tarehe 24 Aprili mwaka 2025. Sasa e, katika kumbukumbu -kumbu ya tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi zaidi ya miaka thelathini, sasa anaingia katika historia kuwa mwanasiasa wa kwanza e, kupata mashtaka ya uhaini, na haya ni e, moja kati ya mashtaka makubwa sana katika nchi yoyote ile. Na hebu tupate e, uchambuzi wa kisheria, haya ni makosa ya aina gani? E, ni makosa ambayo adhabu yake ni ipi? Lakini pia msingi wa makosa hayo kwenye sheria za Tanzania ikoje? Tutakupitisha pia katika historia hmm. e, kwa viongozi wa upinzani barani Afrika ambao wamewahi kukumbwa na mashtaka haya ama e, kutuhumiwa e, kwa uhaini na e, katika kupata uchambuzi huu wa kisheria tunaye hapa Edson Kilatu ambaye ni wakili e, Kilatu, karibu sana. Asante sana, na, na, na tuanze kwa kujenga msingi wa kupata maana hasa unaozungumzia uhaini ama kwa Kiingereza wanaita treason, maana yake ni nini hasa? Uh, uhaini ni neno pana hmm. Lakini e, msingi wa uhaini ni huwa ni jaribio la kupindua serikali hmm. Au kujaribu kuondoa uongozi wa nchi ambao umewekwa kihalali kwa mujibu wa sheria, katiba na taratibu za nchi hmm. Kwahiyo kitendo hicho huwa ndio kwa mujibu wa sheria zote duniani ndio kinaitwa ugaidi kwa lazima ile ni jaribio la kuondoa serikali iliyopo halali madarakani mm. Sababu, okay, kuna mambo mawili: kuna uhaini na ugaidi. Tofauti yake ni ni nini na, na, na, na, lipi ni kosa kubwa zaidi? Ugaidi hauna uhusiano na kuondoa serikali madarakani. Ugaidi mm. ni, ni hali ya kuleta hofu, vitisho eh, kusababisha watu, kwa sababu ugaidi unaweza, sio lazima huo kwenye serikali mm. Inawezekana tu ukatishia jamii fulani, ukatishia watu wowote wale, na mara nyingi ugaidi unakuta na malengo sio lazima ya malengo ya kisiasa sana mm. Inawezekana malengo tu ya pengine ya mtizamo wa kiitikadi fulani, lakini huna lengo kwamba uchukue serikali mm. Ndio ni kutisha na kusababisha tu wakai, watu wakae bila amani mm. Wakati uhaini maana yake mtu anataka kuondoa serikali ili yeye aweze kuchukua mamlaka hiyo, ndio inaingia kwenye uhaini. Mm. ko ni jaribio la mapinduzi na, na katia makosa hayo mawili kwa sababu yote ni, ni makosa yanaonekana yana uzito ya makubwa. mm. tunaweza kuthubutu kusema kwamba katika level ya juu ya, ya, ya mtu kushtakiwa kwa kosa unaweza ukasema kosa kasa kasa la uhaini ndio kosa kubwa kuliko mengine yote ya, kwa, kwa mjibu wa sheria za Tanzania shiri, kosa ambalo ni kubwa kabisa kuliko yote. mm. ni, kosa la uhaini mm. ni kosa la uhaini hilo ndio kosa la juu kabisa na kwenye nchi zote hiyo ndio kosa la juu. Uh, wenzetu Uingereza ambako kimsingi ndo tumeliazima hili ndio e, jaribio lolote la kutaka kumwondoa mfalme ndio ilikuwa ni uhaini, na wenyewe kwa taratibu zao ndio waliliweka kwenye daraja kwamba hili ndio litakuwa kosa kubwa kushinda makosa mengine yote, hata kama kuna makosa kama mauaji, lakini kosa lenye uzito kushinda yote ilikuwa mm. ni kosa la uhaini. Kosa la uhaini lipo kwenye uh, kifungu cha 39 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Hii ni sheria siku nyingi kwa sababu mm -hmm. ni sheria ambayo ilitungwa na mkoloni, ni ya mwaka 1945 ambayo imeendelea kufanyiwa marekebisho hapa na pale mm -hmm. ambao mpaka sasa ndio sheria ambayo tunaitumia. Kwa hiyo kwenye sheria ile inabainisha. Sasa ukipitia ile sheria inazungumzia eh, uhaini, mambo gani ambayo imeenda kuzungumzia. mm. Kwanza jaribio la kutaka kumuondoa rais madarakani au kutaka kumuua. Lakini pia kujaribu kushawishi eh, vyombo labda vya jeshi wanajeshi, na washawishi labda waweze kuasi kwenye serikali au kuondoa uti wao kwenye mamlaka za, za nchi. Hiyo pia inaweza kuwa ni ugaidi eh, lakini ugaidi kwa mfano kifungu hichi ambacho tunazungumzia ambao kimepelekea kesi hii ni kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha mm. sheria hii ya kanuni ya adhabu ambacho chenyewe kinazungumzia kuhusu kutishia, kutishia mm. serikali, bunge au mahakama au nashawishi watu waweze kutishia mm. eh, of course ni kifungu ambacho kina kimekuwa kwenye mjadala mpana. Najua wakati mwingine tunasema mm. eh, mpaka inyeshe yeah, ndio mmoja mkajua wapi wanavuja. Hakuna mtu aliwahi kuona kama tunaweza kuwa na kifungu ambacho kimekaa stahili ile mm. mm. kwa sababu kizungumzia tu kutishia kutishia bunge kutishia serikali kutishia eh, mahakama mm -hmm. kitisho ni nini mm. kwa sababu bahati mbaya kifungu pia hakijatafsiri kwamba kitisho ni nini, sababu inawezekana hata mtu pengine hata akakosoa, kwa sababu kumbuka watu wana, kwa mujibu wa katiba ibara ya 18 watu wana haki ya kutoa maoni tofauti, wana haki ya ku eh, na kiwango cha ku kila mmoja na kiwango chake cha lugha yake itafika level gani. Kwa hiyo inawezekana mtu akatumia haki yake kwa mujibu wa ibara ya 18, ikaonekana ametishia bunge, ametishia serikali au ametishia mahakama. hmm. kwa ni vifungu ambavyo kwa namna kilivyokaa nadhani kimekaa sio rafiki sana yani, kwa mazingira ya, ya, ya nchi ya demokrasia eh, kwa mazingira ya, ya ya karine hii ya sasa hivi, nafikiri ilikuwa kuna haja tuangalie kama ni tishio liwe ni tishio lipi. nafikiri kama ni tishio wangesema labda unatishia kwa maana ya kutaka kuwaua, e, tishio kwa mfano tunakumbuka nchi kama Somalia. Ndiyo. kwa sababu ya usalama ambao ulikuwepo, tishio la usalama, ilifika mahala mpaka wakajikuta, e, kiongozi wa bunge akawa amehamia anaishi Kenya kiongozi serikali, rais akawa yupo nchi nyingine. Kwa hiyo hilo unaweza kusema ni tishio, kwa sababu imepelekea mpaka mtu aweza kukaa kwenye nchi yake no. sasa na, nafikiri mm. ni kitu ambacho kuna haja ya kutoa tafsiri kwamba mm -hmm. hili tishio ambalo tunazungumzia mm -hmm. ni tishio la aina gani, kwamba ametishia kwa silaha kwamba mweza mkauawa au ametishia kwa, kwa maana ya maneno yake tu kwamba amezungumza, amekuwa ni makali yeah. kiasi kwamba unaona kabisa kwa maneno ya makali, mimi naona ni tishio. Sasa tutakuja kuangalia ikiwa, ikiwa mtu atasema kabisa kwa maneno yake kwamba kwa nitafanya hivi mm -hmm. akasema kabisa kwa maneno kama na yenyewe pia sheria mm -hmm. e, zina, zinasema, lakini Hilda, tuangalie sasa Afrika, uh, tuna mfano wa viongozi ambao wamewahi kushtakiwa kwa makosa haya. Na, na inaelezwa pia kuwa huwezi kutenganisha hasa mashtaka ama makosa haya ya uhaini pamoja na siasa kwa sababu ni kama vitu ambavyo vimekuwa vikihusianishwa moja kwa moja. Na barani Afrika wapo viongozi ambao, uh, wameshawahi kushtakiwa na mashtaka haya ama makosa haya. Tutaangalia hapa, uh, baadhi ya wanasiasa ambao wenyewe wameshtakiwa uh, kwa uhaini Afrika na uh, kama si wote, nadhani good luck mm -hmm. Uh, ni viongozi wa siasa na wamekuwa mm -hmm. pia katika siasa, hasa kwa upande wa upinzani. Tutaanza hapa na kumwangalia miongoni mwa uh, kiongozi mashuhuri Kiza Besige kutoka kule Uganda ameshtakiwa mara tatu, elfu mbili na sita mwaka 2016, pamoja na 2024. Huyu ni mwanasiasa upinzani mm. Eh, huyo tunaweza ukasema kati ya wanasiasa Afrika ambao wameshtakiwa mara nyingi kwa uhaini huyo anaweza akawa anaongoza, ndio anaongoza kwa hakika. Ikiwa e, uh, mara mbili katika miaka kumi na tano alishtakiwa ndio hii, elfu mbili na sita na Mwaka jana tu e, mwishoni mwa mwaka jana alishtakiwa tena kwa uhaini, na hii ni baada ya kuwa ametekwa akiwa kule Nairobi. Lakini Robert Chagulanyi kutoka naye e, taifa hilo hilo Uganda mwaka elfu mbili kumi na nane e, alishtakiwa kwa uhaini. Alikuwa pamoja na watu wengine thelathini na tatu, wengi wao pia wanasiasa baada ya msafara wa Rais Museveni kushambuliwa pamoja na mkewe. Kiongozi mwingine ni Hakainde Ichilema Zambia mwaka elfu mbili kumi na saba wakati huo bado alikuwa uh, katika upande wa upinzani uh, na imekuwa hivyo, lakini tunafahamu kwake uh, Hakainde Ichilema baadaye alikuja kuwa kiongozi wa taifa hilo uh, na kuwa rais. Lakini mwingine ambaye naye ameshtakiwa kwa kosa hilo ni Ernest Bai Roma, kutoka Sierra Leone mwaka 2004. Rais wa zamani uh, huyu wa Sierra Leone amewahi pia kupitia hilo. Ilikuwa ni Januari uh, mwaka jana tu ambapo mamlaka nchini humo ilimkuta na kosa la uhaini na uh, kumuisha pia kumhusisha na jaribio la kumpindua rais wa nchi hiyo. Mwingine ni Osman Sonko kutoka Senegal mwaka 2023 uh, uh, kiongozi huyu alishtakiwa na uhaini kwa kuchochea pia machafuko uh, kule nchini Senegal, na nakumbuka baadaye alikuja uh, baada ya Faye ambaye ni mwanafunzi wake wa kisiasa kupata nafasi ya uraisi, akamteua pia kuongoza katika nafasi hiyo. Na kwa hapa Tanzania uh, tunaye kiongozi uh, huyu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Lissu uh, mwaka huu aki kupata mashtaka hayo. Sasa kabisa, sasa hebu tuangalie, okay. Msingi wenyewe um, wa, wa makosa haya lakini pia na, na kwenye siasa unapokuwa upo katika makosa haya kuna, kuna haki zipi za kisiasa ambazo unazikosa? Una kwanza kwa hatua ya kutuhumiwa au pengine utakapokuja kukutwa na kosa hilo, ya, kwa mujibu wa sheria. Kwanza, kwa hatua ya kutuhumiwa Kisheria tuhuma ni tuhuma. mm -hmm. tuhuma tunasema mtu hata hesabiwa kuwa ni mhalifu mpaka mahakama ijithibitishe. kwa hiyo mm -hmm. Sasa hivi ni mtuhumiwa tu, isipokuwa anachokosa, kwa sababu kosa halina dhamana, anakosa uhuru wake kwa sababu tayari yupo, yupo, yupo ndani. aweza kafanya shughuli zake za kisiasa, aweza kafanya yeah. shughuli za kijamii za kiuchumi na kadhalika. kwa hiyo sasa hivi anaipoteza haki kwa sababu ya mfumo wetu kwamba hautoi dhamana e, kwa tuhuma ya makosa kama haya ya, ya, ya, ya, ya jaribio la hilo hilo ambalo ameshtakiwa la uhaini. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho naweza kusema na kosa. Lakini kimsingi ni kwamba kama kosa hili ili ni kosa very serious. Mm -hmm. Na na, na, na ndio maana mimi najaribu kuliangalia, ndio maana nasema hata hicho kifungo au sheria yetu pengine tuje tuiangalie, hata aina ya makosa tunavyoshtaki, kuna haja ya kuangalia, kwa sababu hili ndio kosa kubwa la juu kabisa. Kwa maana mtu anavyoshtakiwa kwenye hili, lazima kweli tujiridhishe, tuone kwamba kwa mazingira haya kwamba huyu mtu anastahili kushtakiwa kwa kosa hilo ambalo adhabu yake kwa mujibu wa sheria yetu sisi ni kunyongwa mpaka kufa. Ni kitu serious sana mm. Kwa hiyo sio sawa na makosa makosa mengine labda ya uchochezi ambayo adhabu yake inaweza kuwa ni kifungo au faini au nini yeah. Hili tunazungumzia ni kosa ambalo mtu akikutwa hatiani amenyongwa, na tumejaribu kuona wakati tunajaribu kuangalia nchi zingine ambazo zimepitia madhira haya mm. Unaweza kuangalia trend yake, kwamba utagundua wengi ambao wamekumbana na kosa hili ni watu ambao wa walikuwa ni viongozi wa upinzani wote ambao wamekumbwa na hili. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni kosa ambalo lina sura moja kwa moja ya kisiasa mm, haliwezi likakutwa na mtu ambaye, lakini sisi pia tumewahi kuwa katika historia ya nchi yetu tumewahi kuwa na watu ambao waliingia katika jambo hilo, lakini hawakuwa kimsingi, hawakuwa wanasiasa eh, wa upinzani. Unakumbuka kesi ya mm, watu ambao walishtakiwa wali, wali, wali, wali na baadaye wakakutwa na hatia ya, ku, ya kufanya jaribio la kuipindua serikali yeah. Ee, baadaye wakaja wakapata msamaha wa, uh, wa rais, wakaondolewa waka gerezani, na, na, najua najua kuna jaribio la mwaka 64 ambao mm. Watu walishitakiwa lakini, tulikuwa na jaribio kesi ya kina Gandhi ya mwaka 80 ndio ambayo hizi mm. E, ni kesi kwa kawaida yani, ili uhaini uhaini kabisa yeah. Mara nyingi unakuta lazima itahusisha wanajeshi, kwa sababu sitegemee mwanasiasa wa kawaida kwamba anaweza akasema, ambaye hana mamlaka yoyote, hana connection na vyombo vya jeshi mm. -hmm. kwa hiyo kwamba anaweza kafika level ya kupindua huwa sio, ni kitu ambacho tutegemee kwamba kinaweza katokea sana e, kwa hiyo ni tofauti na ile jaribio la mwaka 64 ambalo lilikuwa ni la kijeshi kabisa kwamba wanajeshi wameasi, na mwaka 80 wanajeshi wameasi. Kwa hiyo yale yalikuwa ni mambo ambayo, na ndio maana kwenye yale majaribio watu walitiwa hatiani kwa sababu ilionekana, mm -hmm. kaza kuna thibitisho umeweza kutolewa mahakamani kaonekana kulikuwa na jaribio la kutaka kupindua serikali, mm -hmm. wanajeshi wamejiorganize, lakini ukiangalia trend hizi zote tulikuwa tunaangalia za wanasiasa hawa, mm -hmm. zote ziliishia hewani. Bob Wine ameshtakiwa mara zote, huyu rais Kiza Besigye wa Zambia, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wa Uganda. Uganda na yeye mwenyewe unakuta karibu mara ngapi ameshitakiwa lakini kwamba huwa inaenda tu kipindi fulani, presha joto la kisiasa likiwa kubwa anapigwa uhaini, alafu mm, baadaye inakuja inaisha. Tukiangalia ambaye ni rais wa Zambia sasa, alienda uhaini, leo ni rais wa nchi. Kwa hiyo ni kosa ambalo mara nyingi unakuta limekuwa likitumika kwenye namna ambayo si ya kawaida sana, na hata ukiangalia trend ya nchi nyingi ambazo viongozi wa kisiasa wamepewa haya makosa ya ya uhaini ni nchi ambazo kifuatilia mfumo wao wa trend ya kidemokrasia ni sehemu ambayo ni debate lakini hii uh, uh, pengine kupitia kauli zao huoni kwamba, kupitia kauli ama kisheria imekaaje, kupitia kauli ya kiongozi wa kisiasa haiwezi ikawa imebeba uh, mazingira pengine ya kuchochea hali kama hiyo ama ya kuonekana kwamba pengine kupitia kauli za kiongozi, tunafahamu kwamba viongozi wa kisiasa wanakuwa na wafuasi wengi, kwa hiyo kuna kauli ambazo wakizizungumza zinaweza zikawa eh, zinatafsirika kwamba zinahatarisha usalama wa serikali iliyoko madarakani kihalali. Ukisoma kifungu cha 39 mpaka tunavyozungumzia kwamba huyu mtu e, matamshi yake au ameweza kuchochea swala la uhaini kufanyika mm. ni lazima liwe limefanyika kwenye kiwango ambacho unaona kabisa, kwa kiwango hichi kwavyovyote vile usalama wa serikali haupo, inaweza kang'olewa. Lakini mtu kwa mfano akasema labda tumechochea vijana labda wapinge wa, wa au waandamane wa kwa ajili ya kudai ajira yao mm. Na jaribu kujiuliza, mtu akitaka vijana wapate ajira, kwa kiwango gani hii inaweza kapelekea serikali kapindua? Kwa sababu watu wanaenda kudai ajira mm. Hii si jambo ambalo linakaa watu wanazungumza, waone bwana, vijana wanahitaji ajira, tufanye nini? Yeah, ni tofauti na mtu akisema bwana, sasa chukueni mapanga, kuanzia wiki hii tunaenda kuwakata labda viongozi. Hiyo ni kitu kingine. Mm. Sasa, kwa hiyo nafikiri lazima tutofautiane, kati tofautisha kati ya kauli ambazo kimsingi ni za kisiasa na kauli ambazo zinapelekea kwenda kupindua nchi au kupeleka uchochezi uasi katika nchi na kupelekea nchi isitawalike kabisa mm. Mm. Lazima tuangalie kwa sababu, vinginevyo nafikiri kama tukipanua sana tafsiri ya kwamba kila maneno makali iwe ionekane ni uhaini, maanake itafika mahala hata siasa haitaweza kufanyika mm. mm, kwa sababu itafika mahala itabidi watu wote wawe kama vile wana, wanasali. Kuna ile sala ile ya utulivu mkubwa eh, ya Kanisa Katoliki. Yeah. ambayo inahitaji utulivu hali ya juu sana, hasa siasa iendi hivyo. Siasa ina vionjo vyake kwamba mtu akizungumza, lazima azungumze kwenye lugha kwenye panchi ambayo wafuasi wake at least wanasikia na kupeleka angalau ujumbe kwa huyu mshindani wao, aone kabisa kwamba wa jamaa wana madai hapo, kwa sababu akiongea tu kwa toni ambayo ni kama anabembeleza, sidhani kama ujumbe unaweza mm -hmm. na siasa kote duniani, hata tunaangalia nchi kubwa kama Marekani, hebu angalia lugha ambayo ilikuwa inatumika nchi kama Marekani kwa lugha, eh, kwenye, kwenye kampeni zao kwenye siasa zao unaweza ukaona haitofautiani sana na ya kwetu hapa mm -hmm. Lakini hatujaona wenzetu wakifika mahala wakapelekana kwenye makosa ambayo makubwa. Fine, kama mtu kweli ameenda, kuna uthibitisho, kuna kitu kimefanyika, kwamba kwa, kwa hichi ambayo kimefanyika kinapeleka uhaini, it is okay. Lakini mimi nawasiwasi kwamba tusia tukalitumia hili kosa kama ni, ni, ni, ni njia ya kujaribu ku silent, ifike mahala watu wanyamazishwe kwa sababu tayari wanahofia kwamba utashtakiwa kosahii kama ambayo tumeona kwamba Uganda, kila kiongozi wa upinzani mbay na nguvu mm -hmm. anaishia kupewa makosa kila wakati kila wakati, pressure ikiwa kubwa, labda uchaguzi unakuja, anajau jamu anapigwa uhaini ili kupunguza. nadhani sio lengo la kosa la uhaini. Mm -hmm. kosa la uhaini uhaini kosa ajili ya kulinda nchi zisiweze kupinduliwa. Nafikiri tuendelee kuangalia hapo, haya mengine kama kuna mtu ametoa kauli ambayo inaweza ikapelekea labda vurugu, inaweza ikafika kwenye uchochezi mm -hmm. ambao kosa la uchochezi lipo pia kwenye sheria zetu, lakini sio uhaini. Uhaini level ambayo ni ya juu sana, yani sio kitu cha kawaida, kwamba ni kitu ambacho mtu anapelekea, inapelekea kama mtu akikutwa na hatia mm -hmm. aweze kunyongwa, ni kitu serious. Sasa so, kati ya hawa pia hata viongozi wa Afrika ambao tumeona Um, kwa upande wa Hichilema sasa ni rais, uh, licha ya kuwa alipata mashtaka haya. Kwa upande wa Kiza bado ameendelea kusubiri hatima ya kesi yake uh, wengine bado haijajulikana kwa hakika. The Ernest Koroma, kuna wakati aliruhusiwa kuendelea na matibabu, haijajulikana pia kama amerejea kule Sierra Leone. Uh, mwenendo wa hizi kesi pia na unavyoona, uh, zinavyonenda kwa hawa viongozi wa Afrika mtazamo um, wako hasa ni upi? Mimi mtizamo ambao naweza nikazungumzia na ni, ni sihi sana kwamba tutumie makosa ya uhaini pale ambapo mazingira yake ni kweli yanafika kwenye levo ya uhaini yani kwamba tuone kuna organization ambayo imefika yani, yani, Kilatu, hayo makosa tunatumia ama tunatumia yani sheria ndio zina ni mifumo ya sheria ndio inafanya kazi. E, ndio nasema kwamba tumshtaki mtu kwa kosa la uhaini kama kweli n, kuna mazingira ambayo yanapelekea kabisa kupindua serikali kinyume na katiba. Lakini kama mtu anajaribu tu kushinikiza kisiasa kwamba anatengeneza ushawishi wake kisiasa ili watu wamwamini yeye wasiamini serikali iliyopo ambayo ni haki ya kikatiba nadhani haya lazima tuyaangalie. Kwa hiyo mm. nimeangalia sisi, bahati nzuri kama tulivyozungumza, au bahati mbaya mm. kwetu sisi hatujaona atuja, makosa makosa haya tukiondoa yale ya mwaka sitini na nane na mwaka themanini mm. ambao kimsingi walikuwa ni wanajeshi mm. kwa mwanasiasa wa kawaida, ndio kosa la kwanza mm. Lakini kwa wenzetu kama Uganda na hizi nchi zingine, ni vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika fanyika ina, ina... kwa mimi nafikiri mm -hmm. Isitumike kama rungu, iwe inatumika pale ambapo kwa kweli kila mtu akiangalia anasema, kwa kweli hapa ilikuwa inatosha kwa uhaini. Kuna kama mstari mwembamba kati ya uh, kihusisha siasa na hata mashtaka haya. Unadhani kuna uwezekano wa o, mawili haya kutenganishwa? Kuna uwezekano mkubwa sana, kwa sababu ili ifike levo ya uhaini ni lazima huyu uonyeshe kwamba amefanya mipango gani ambayo inaweza katosheleza. Hivi, kuhamasisha tu watu wa Manzese mm, kwamba tupinge labda jambo fulani linatosha kwa uhaini? Watu wa Manzese wanaweza kapindua serikali? Ni kitu ambacho sio kawaida ile. Kuna kitu wanaita civil disobedience, ambayo ni haki pia kikatiba, kwamba watu wanaweza kafika mahali wakasema kuna jambo fulani, sisi kama wananchi hatukubaliane nalo. Kuto kukubaliana na jambo fulani kwa mujibu wa katiba ya nchi na sheria zetu ni kitu ambacho ni halali ila ila ambacho tunakataa kama watu labda wanajiorganize kwamba wataenda sasa kupindua serikali, ni constitution na kinyume na katiba. Mwataka muue kiongozi eh, mwataka muende labda mkachome moto labda taasisi za umma mkafanye, hiyo ni kitu kingine. Lakini kama mtu amehamasisha tu watu kwamba kuna jambo fulani tulipinge jambo mm. fulani, tukubaliane nalo hiyo ni haki ya katiba, ni haki kwa mjibu wa ibara ya kumi na nane kwa sababu ni haki ya kutoa maoni tofauti kwamba sisi mm. kwenye hili hatukubaliani, tuna maoni ambayo ni tofauti na halipo Tanzania tu, duniani kote watu kutokubaliana jambo ni vitu ambavyo vipo kwenye mikataba mbalimbali mbali ya haki za binadamu. Mkataba wa, wa, wa, wa kimataifa wa mwaka sitini na sita wa haki za kiraia na haki za kisiasa unatoa fursa hiyo. Mikataba ya haki za kiuchumi pamoja na haki za kitamaduni wa Afrika, wa dunia unatoa haki hiyo. Mikataba tamko la haki za, za, za, za binadamu wa dunia mwaka arobaini na nane yote yanazungumzia haki hiyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwa nasema pamoja, kwamba unaonekana mstari ni mwembamba, sio mwembamba kiasi hicho, ni lazima tuangalie haya matamko. Je, ni matamko ya kisiasa ambayo yanaelekea tu ku, kuonyesha kuto kuridhika na jambo fulani, au ni matamko ambayo yamelenga? Lakini lakini hem, tuambie, lazima tuangalie mtu, ambie sheria inasemaje, ni nani anaweza ku, eh, kuonekana kwamba ametenda makosa ya uhaini. Yani, yani kuna, si kuna, e, ili mtu tuseme sasa tunampeleka mahakamani kwa uhaini mm. kuna baadhi ya vitu ambavyo sheria imeweka mm. E, kwamba vikifanyika hivi moja mbili tatu basi hii moja kwa moja na qualify kuwa ni kosa la uhaini. E, sheria ipo wazi mm. Mtu anataka tayari kuna uthibitisho kabisa kwamba anataka kupindua serikali kwa maana labda aweza kumuua rais wa nchi au amechochea wanajeshi kwamba wanajeshi na kuna washawishi wanajeshi kwamba wafike mahala wapingane na serikali yao, waweze kupindua serikali hiyo. Ni vitu vya uhaini, vinaonekana moja kwa moja mm. kama imeonekana kuna mawasiliano ya moja kwa moja kwamba kuna hiyo njama imepangwa, kuna uthibitisho wa hilo, hiyo, mm. hiyo ni okay mm. Lakini mimi ninachozungumzia kama mtu amezungumza na wananchi wa kawaida eh, kwamba jamani, hatukubaliane na jambo fulani, tupinge jambo fulani, hiyo inaweza kani uhaini? Mimi naiona hiyo ni swala la maoni tu ya kikatiba ya kawaida kwamba tumefika mara tukubaliane na jambo fulani kwa sababu tuna haki ya kukubaliana kutokukubaliana. Ndiyo. Mwaka 92 wakati tunaingia vyama vingi, aliyekuwa waziri mkuu uh, Mweshimiwa Malechela akiwa bungeni kwenye hotuba yake alizungumza hivi, ile hotuba sasa, kwamba tunaelekea kuanza vyama vingi, akasema tunaingia vyama vingi, lazima tukubaliane kuto kukubaliana we must, we must learn to agree on kwa nini? Kwa sababu kisha kuwa na vyama vingi, kila watu watakuwa na maono na mtizamo tofauti. Yani hiyo ndio hi hi hi ukweli. Ni tofauti tulivokuwa chama kimoja, wakati wa ujamaa, kwamba fikra za mwenyekiti zikizungumza watu wote walikuwa lazima waende, kwa sababu ndio nature ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatutegemei kwamba tutakubaliana kila jambo. Kwa hiyo kuna jambo utalipeleka wewe kwa namna fulani, lakini kuna watu watakuwa na maono tofauti. Sasa kama mkitofautiana, nadhani tofautisha kati ya uhaini na kutofautiana kimtizamo. Kama mtu amefanya jambo ambalo kwa kweli unaonekana ni njama kabisa za kwenda kupindua zinaonekana kuna plan hiyo ipo hiyo mimi sina shida wacha iwe uhaini haina shida lakini kama ni tofauti tu za maoni hata kama wa maoni yameonekana ni makali au hayafurahishi kwa kiwango gani mimi sioni kama unaweza kuwa uhaini uhaini ni mm -hmm. kitu ambacho ni very serious mimi naomba kiendelee iendelee tuendelee kudili na uhaini pale ambapo kwa kweli kila mtu akiangalia anasema kwa mazingira haya huyu unaonekana ni uhaini mm. automatically kama ambapo tulikuwa na kesi zile za ya mwaka 64 na ya mwaka 80 ambapo na mahakamani ilithibitika na watu kuonekana palikuwa na njama kabisa ya kwenda kufanya mapinduzi. Kama ya mwaka 64 ndio ambayo ilipelekea hata kubadilisha mfumo wetu wa jeshi baadaye. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa vipo dhahiri vinaonekana na ni watu ambao wana capacity ya kufanya hivyo, kwa sababu ninavyozungumzia wanajeshi, maana yake wanajeshi kama hiyo njama wa kila, wana uwezo wa kufanya hilo. Tupitishe tupitishe kwenye hukumu sasa. Hukumu yake inakuwaje kwa mujibu wa sheria ambayo imewekwa? Kwa, kwa mujibu wa sheria uhaini, adhabu yake ukiitiwa hatiani ni kunyongwa, hakuna mbadala. Yeah, yani sheria inasema atahukumiwa kunyongwa. Mm. Imezungu, ime, sheria ndio imeweka hiyo. Kwa hiyo mm, ukisoma kwenye ile kifungu cha 39 chote kinazungumzia hiyo kuanzia sehemu ya kwanza, jaribio la kumuua rais kunyongwa, jaribio sijui la kufanya nini, haya yote kushawishi wanajeshi waweze kuasi, adhabu yake ni, like, lakini, lakini, adhabu katika nchi yetu adhabu ya kunyongwa, kunyongwa ni kama imesizi tangu miaka ya tisini haija kutekelezwa mpaka sasa. Of course imesizi ime, ime lakini kusizi haimaanishi kwamba haitekelezeki, ni dhamira tu, wale ambao wanasaini hawajaamua kusaini, siku wakiamua kusaini wanaweza kusaini, lakini pia hata wasiposaini, kwanza mimi kimsingi, naona hata hivi ambavyo itekelezeki bado ni ukatili wa hali ya juu, kwa sababu fikiria mtu ambaye amehukumiwa, eh, ana miaka ishirini mm, yupo ndani amehukumiwa kunyongwa Huyu mtu anaishije akiwa mle ndani? Yaani kila siku akikaa anawaza siji, nitanyongwa leo. Yaani hata asubuhi mlango ukifunguliwa tu kwa ajili ya kuitwa labda wakapate breakfast mm, yaani nafikiri labda <laughs> ni wakati wangu, nimekuja, wamekuja kuniita kwa ajili ya kunyongwa yeah. si umeona, ni ni mateso ambayo sio hali ya kawaida. Na tunashangaa kwa nini kila tukijaribu kuleta eh, ushawishi kwamba labda ikifika kama tunyonge watu, maanake turekebishe sheria mm, tuwe na kifungo labda cha maisha mm, lakini naona pia mamlaka za nchi hazijawa tayari kufanya marekebisho, wameona tu ibakie, ila haitekelezeki. Kuna na kuna, nafikiri imekuwa ni changamoto. Kuna, kuna hoja kwamba pengine hiyo ikibaki hivyo itafanya watu kuogopa kufanya makosa makubwa makubwa kama hayo ya mauaji yale makosa ambayo yanahitaji kunyongwa kama mauaji na haya makosa ya uhaini. Aa, sasa mimi nafikiri kama tumeamua kuwa na sheria alafu hatuitumii ni jambo la jambo la ajabu, kwa sababu kama ni mauaji, si watu wanafanya? Si tumeona wana hata juzi tu, bwana mtu ame mchoma na mkaa mke wake, ukatili bado umeendelea kufanyika, mm. Sasa tujui ni kwa kiongo gani hiyo adhabu kuwekwa kwenye vitabu inasaidia nini? Sababu matukio yameendelea kufanyika yapo pale. Labda ingekuwa inatekelezwa, pengine ingeza kuleta tofauti, watu wangegundua bwana watu wananyongwa na nini, labda ingebadilisha au vinginevyo, kama tumeshindwa tuiondoe, eh yeah, tuiondoe mm. ili mtu ajue kwanza kwamba nikifanya kosa hili ni kifungo labda cha maisha, na mimi naamini mtu akifungwa kifungo, kifungo cha maisha kina faida kwa nchi, kwa sababu huyu atatumika hata kufanya shughuli zingine za uzalishaji mtu aliyehukumiwa kunyongwa mm. hata akiwa kule gerezani haruhusiwi kufanya shughuli nyingine, yana kwa amekaa tu mle ndani mm. hatumiki kitu kingine chochote. Sasa huyu ni, ni mzigo tu kwa nchi, kwa sababu tayari tunaendelea kupeleka bajeti nyingi, aweza kufanya uzalishaji hata ulinzi wake, muda mwingi watu wanakaa attentive naye kwa ajili ya kufuatilia. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kuweka tu kama tumekubaliana, tunyonge, tunyonge. Kama hatunyonge, basi tuweke adhabu mbadala ambayo itakuwa ni adhabu labda ya, ya kifungo cha maisha na kadhalika. Mm. Kila, tunakushukuru sana, asante sana kwa kutupa ufafanuzi huo kuhusiana na uh, sheria za nchi yetu zinavyosema kuhusiana na makosa ya uhaini. Tunakamilisha hivyo.